Angoza sasa hivi una mwelekeo mkubwa hasa katika mambo manne. Uh, moja katika serikali katika, katika mambo ya sera, lakini pia katika Angoza sasa hivi imekuwa feminist, inasemama zaidi katika kutetea haki za wanawake na wasichana, lakini pia uh, ina mwelekeo mkubwa katika masuala ya mazingira na katika mazingira tumepanga na tutategemea kupata karibuni bilioni tatu kwa ajili ya kusaidia harakati za mazingira vijijini. Kwa hivyo sisi tumepanga kushirikiana na serikali katika kuwasaidia wananchi kupanda mikoko, wananchi kupanda misitu, wananchi alimradi Zanzibar ya kufanya yakijani kama kama serikali inavyo ilivyodhamiria. Athari za mabadiliko ya tabia ya nchi Pemba kubwa sana kama serikali yenyewe ilifanya. Utafiti kwa kweli, kuna maeneo mengi ambayo yameshaathirika, na serikali kwa juhudi, lakini bado wananchi hawajaelewa. Kuna unaji mkubwa wa mikoko, kama hapo Chanjani kujini yani bado mpaka leo kuna watu hawajaelewa umuhimu wa kutunza mazingira. Kwa hivyo wa, wengine wa, wa, wanapanda wengine wanakata wana, wana hali ni hali ngumu sana na twaomba wananchi wote washukani serikali katika, katika hili. Hili ni jambo la kusana kuponda. Sisi kama mazingira kwanza, kando kwa kazi yetu kubwa pale tunaofanya ya kuweka sawa masuala ya mazingira, kuandaa mikakati sera ambazo zinahusu mazingira tuna tunakuwa tuna, tuna, tuna njia tofauti ambazo tunatumia kudhibiti mazingira ikiwemo kwa kutumia hizo NGOs. Na katika NGOs nao, ni ANGOZA nao wamo. Lakini pia tunakuwa tuna, sisi tuna, wenyewe tuna sehemu au tuna kitengo maalum pale kazini kwetu kinaitwa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi, climate change section. Kitengo hichi kazi yake kubwa ni kushughulikia masuala mazima ya uhifadhi wa mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi ukanda mzima wa Pemba kwa hiyo huwa tunapitia maeneo mara kwa mara, hasa ile ambayo tayari ashaasirika. Mengine tayari tushachukulia hatua, mingine tunaendelea kuyachukulia hatua, hasa hasa maeneo ya Mkoani uo sana sinndaumo na kuna sehemu kama uko Sipwese tumejenga ukuta, Tovuni tumejenga ukuta, Kojani tumejenga ukuta, na mingine tumepanda miti kupunguza ile athari za mabadiliko ya tabianchi yanapotokea mabadiliko ya tabia ya nchi, kipi ambacho mwananchi kinaweza kumkabili? Kinachoweza kumkabili ni kwanza ni athari athari za kiuchumi, kwa sababu kama tunavyojua, watu wengi wetu tunategemea kilimo pengine na uvuvi. Sasa tukija kwenye swala la kilimo, yale mashamba ambayo wananchi hulima yamekuwa yameingia maji chumvi, kitendo ambacho kinasababisha wakose kulima na kukosa ule uchumi wao ambao wanautegemea, na, na hata vile vile swala la la ufugaji pia nalo linaathirika kwa upande wake nini ni mabadiliko ya tabia ya nchi. E, nilichojifunza ni kwamba Angoza wamekuja kuielimisha jamii ya Kizanzibari kwamba uhifadhi wa mazingira ni jambo muhimu, kwa sababu ukishindwa kuhifadhi mazingira inaweza ikaleta athari kubwa kubadae, e, kwa baadaye ya kuweza kupoweka hata visiwa vyetu vya Zanzibar. Kwa ninakotoka changamoto ya kimazingira ni kwamba bahari E, maji yamekuwa ni mingi na bahari pressure imekuwa ni kubwa na maji yameongezeka, ni kwamba bahari inaitafuna ardhi yetu. Kwa hiyo hata watu wetu ambao ni wakulima wengi wanapata changamoto ya kukosa maeneo ya kulima. Baada ya athari hiyo, nakuja kwenye mikutano hii ya Angoza, ni kipi ambacho utakiandaa wewe na Uh, jamii yako kuhakikisha kwamba mnaondokana na athari hizi ama mtachukua hatua gani? Uh, cha msingi ni kwanza ni kuipatia elimu jamii jami yetu kwamba uwachane na uchafuzi wa mazingira hususan wa kuteka changa la fukwe kwa ajili ya kujengea, ili naona ni tatizo moja ambalo limepelekea bahari kuja juu na kuichukua ardhi yetu. Kwa hiyo tutaiambia jamii kwamba iwachane na suala la kuchukua fukwe ya bahari, ili itatuletea athari na kuweza kupotea visiwa vyetu vya Zanzibar hususani Pemba.